Hello, habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya JSAB Kliniki. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea sababu zinazofanya mama mjamzito mzito kuweza kupumua Aa, kwa shida. Wa mama mjamzito wamekuwa na complication nyingi nyingi nyingi sana. Sasa wengi wamekuwa wakitaka kufuatilia, maybe ni sababu gani inayosababisha baadhi ya complication hizo wanapokuwa wana ujauzito. Sasa hapa kwa mama mjamzito, naomba unisikilize, lakini kama kutakuwa na mama mjamzito mwenzako, basi share naye upendo huu ili aweze kufahamu zaidi, asije akakimbia, aweze kufahamu, lakini pia fahamu ni dalili zipi ambazo akiona, basi inabidi hawayo stali ili kuangalia a ustaarabu wa matibabu zaidi. Kama ni mara ya kwanza kupatia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe na ucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Sasa hapa tutaangalia sababu zinazosababisha ma mama mjamzito apumue kwa shida. Namba moja, tunasema mimba inasukuma mapafu. Hilo ndo jambo ambalo inabidi ulifahamu kwamba mtoto anavyokuwa mara kwa mara uwa, uh, ma, uh, uh, mapafu huwa uh, yanasukumwa eh. Pafu likishasukumwa, basi hii kuupa nafasi uh, kutoa nafasi kubwa ya pumzi hii huwa inapelekea uh, kuweza kupumua mara kwa mara. Kwa hiyo ukiona pumua mara kwa mara, ujua mtoto wako anavyozidi kukua anapanua au anasukuma yale mapafu ili aweze kupata uh, pumzi ya kutosha kwa sababu pumzi inakuwa inaisha haraka haraka. Hiyo ni sababu namba moja. Sababu namba mbili ni homoni ya progesterone kuongezeka. Na homoni ya progesterone huwa ikiongezeka, huwa inaruhusu mwili upumue zaidi, ili kumpa mtoto hewa ya kutosha, na unahisi kama unachoka haraka. Ndio maana mama ujazito huwa anahisi kuchoka haraka. Ni kwa nini? Ni kwa sababu homoni ya progesterone moja kwa moja inaongezeka, ili kutoa nafasi ya mtoto kuweza kupata moja kwa moja hewa ya kutosha. Lakini pia tunasema moyo kufanya kazi mara mbili. Moyo kufanya kazi mara mbili ni moja ya sababu inayopelekea mama aweze kupumua aa, kwa shida, kwa sababu wakati wa ujauzito damu inaongezeka na unakumbuka hapa inafanya shughuli zaidi ya ilivyokuwa mwanzo. Kumbuka kuna, kiumbo, e, kuna kiumbe aa, tumboni kwa na chenyewe kinamtegemea huyo huyo mama. Ndio maana mara nyingi utakuta anapumua aa, kwa shida. Kwa hiyo moyo kufanya kazi vizuri zaidi, inahitaji anahitaji energy anahitaji kupumua kwa haraka haraka, au pengine anacho mpaka anachoka, kwa sababu a, kufanya kazi zaidi ya mara moja. Kumbuka hapo plus na zile shughuli ndogo ndogo, hapo ndo changamoto kabisa mama mjamzito anapitia. Lakini nyingine huwa tunasema upungufu wa damu, anemia. Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni kwamba mama mjamzito, kama unapitia dalili ya kuumwa kichwa mara kwa mara, kuumwa kichwa mara kwa mara huwa inasababishwa na upungufu wa damu. Sasa upungufu wa damu au damu ikiwa kidogo, hemoglobin ikiwa chini basi uh, unahitaji mama huwa anahangaika zaidi kupumua. Ndio maana pia unaona uh, mapigo ya unaona anapata ana, ana shida anapokuwa anapumua. Kwa hiyo kama unaumwa kichwa mara kwa mara basi jua damu imepungua, hemoglobin ina shida, unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha unatumia vyakula vinavyokuongezea damu, beetroot lakini pia rozera itakusaidia. Msongo wa mawazo, eh, msongo stress, mara nyingi hii stress zinapelekea kukaza kwa misuli ya kifua, kwa hiyo unahisi kama hewa haitoshi. Ndio maana mama mjamzito, tumekuwa tukiambieni hakikisha mama mjamzito, punguza stress, punguza msongo wa mawazo. Hii itakusaidia kuweza kuondokana na changamoto hizi za kiafya ambazo mwanamke ameweza kuzipitia. Lakini pia uzito kuongezeka haraka eh? Kuongezeka uzito kupita kiasi, moja kwa moja kunapelekea kubanwa kwa kifua na mishipa. Kwa hiyo unakuta mama anapata ugumu sana anapokuwa anapumua kwa sababu kiumbe kinakuwa kwa uzito unakuwa unaongezeka tofauti na ilivyo kuwa mwanzoni. Sasa hii inaweza kaleta shida kwa inaweza kaleta shida kwa mama mjamzito, ukaona pia anapumua kwa shida, napumua haraka haraka. Lakini pia tunasema mtoto kupanda juu ambayo tunasema trimester ya mwisho ina maana ile miezi uh, wiki za, za mwishoni mtoto huwa anapanda juu ya kitovu e, anakuwa juu ya kitovu na anabana mapafu moja kwa moja. Kwa hiyo ndio maana ukiona hapa, utahisi mama mjamzito anapumua uh, kwa shida. Kwa hiyo sasa, hizo ndo baadhi ya sababu zinazopelekea mwanamama mjamzito kupumua uh, kwa shida, homoni zikiwemo, lakini pia na sababu nyinginezo kama uh, kuwa na wasiwasi, lakini pia uh, kuongezeka uh, uzito tuambie hapo a, kama wewe ulipitia changamoto hii ulie, ulitumia mbinu gani kuweza kuondokana na changamoto hiyo? Lakini kama ikitokea dalili zifuatazo basi, huyu mama uweza kumkimbiza hospitalini ili awe kwenye uangalizi zaidi. Namba moja, anashindwa kupata pumzi hata akikaa kimya, yaani hata akikaa kimya unahisi pumzi, ina, anapata apate pumzi kabisa, basi mkimbize hospitali kwa sababu hii ni changamoto kubwa namba na mbili ni moyo unadunda dunda haraka sana kama unaona moyo unapiga piga haraka sana, moyo unadunda dunda haraka sana shtuka, ni changamoto ya kiafya. Lakini pia kifua, kifua kinauma, kama unapata pia mpaka inapelekea kifua kuweza kuuma, kifua unapata maumivu makali ya kifua, basi shtuka. Lakini pia miguu na uso eh, vinafura ghafla, anavimba miguu na uso, ndugu yangu wahi kimbia. Na ili kwenye kibubu zilizopita tumeshaongelea sababu zinazopelekea mama mja mzito kuvimba uso na miguu ni nini. Lakini pia pengine tunasema uh, inawezekana ni damu pia imekuwa kidogo, kwa ya damu ikiwa kidogo, kwa hiyo lazima umwaishe ili aweze kupata uangalizi uh, zaidi. Kama ni mara ya kwanza, basi subscribe channel yetu. Lakini pia kama mwenzako ana changamoto hiyo, basi share naye video hii ili aweze kujifunza zaidi. Karibu na Mungu akubariki.